Wajameni, tunaangalia wapi? Wasikilizaji wetu tunaelekea wapi? Ujue ya kwamba wakati tunawapoona sisi tumetosha mboga, tunaanza kuona ni kama watu wa, wa, wa, watu wa Mungu, wanaenda hawako, e, wa, katika mambo mengi, unaona ni kama kwamba hawako. Jua ya kwamba wewe, um, magugu kuinahesabiwa kama magugu analezi wa jiko <laughs> ndio hiyo yu iweze kutoka hapo, uweze kujuana na Mwenyezi Mungu wajiko, uweze kumrundia Mwenyezi Mungu na uweze kufuata njia zake kabisa. Jamini, kuna hukumu mm? Mwisho mwisho kuna hukumu, kuna hukumu. Usindanganyo na mtu ati, ati, ati, ati... ati hakuna hukumu ati... Niliuliza mwingine mwingine akaniambia mm -hmm. i biguni i biguni muna tutajianga nimuwaienda huko biguni mukaiona, nikamwambia <laughs> ya kwamba ati neno linasema ya kwamba kuna biguni. Mwingine akaniuliza wacha neni na sisi, wacha tukae hii duniani tunaiona. Nikamwambia, ujue biguni kuna hukumu na kuna moto ya kuchoma watu, na wewe ambaye unauliza hiyo maswali, ebu fuata neno usikie vile neno linasema ya kwamba ate magugu itakusanywa pamoja, mm -hmm. vitita, vitita na zichomwe kwa moto, nayo ile mbegu itakuwa mzuri, ndiogano yenye mwenye gano alipanda, itakuwa kwa ghala. Munasema mbinguni ni kuambiliwa e? Je, unataka ukufe upelekwe juu ndio ukuje uamini, na ujue ukikufa ukienda juu hakuna kurudi. Ati neno natwambianga ya kwamba amini yale yare iliko, amini yenye ye itakuja neno, na uamini yenye ilipita neno. Ndio hii neno, sasa hii ni yenye ilikuwa, sasa sisi ndio tunafuata. Ole wako wewe huamini ate kuna mbinguni El, ole wako wewe huamini ati kuna jehanamu. Wewe ambae huamini ati kuna jehanamu utaenda kushomeka maisha yako yote Wanjiku. Wengi wanasema hili ni neno limekuja na mzungu. Sasa tuombe Mungu yule tunasema na Wakirinyaga, ni vizuri. Unajua, kuamini iko kuzuri, Wanjiku, kuamini ni tofauti sana kuamini, sababu natamini ya kwamba hii simu itaniokoa na ikuokoe eh. kupitie kuamini kwako na, imani yenye iko ndani yako eh, sio sio sio hii simu. Ni ile imani umeweka kwa hii simu ati hii simu nikipiga nitapata pesa e, e, nitaenda, nita, nita, nitapata pesa. Kuamini kwako kule kuko kwa roho yako wewe, wewe ambao unaamini hakuna, hakuna, hakuna, hakuna, ati hakuna mbinguni, weka hapo relax bwana, fanya yako yote ujue ya kwamba Yesu Kristo alikufa, unajua waamini hivyo, na alitufia msalabani. pale msalabani una wakati alipo alikufa kwa sababu ya dhambi yangu na, na wewe ha, ha, unajua anasema mbinguni ni kuambiwa. Eh, mimi na mimi nawaambia kwamba Yesu Kristo wakati alipokuwa anakuja alikuwa anakuja kukomboa kina nani? Nakuja ngoja wajiko huyu mtu alijua akizaliwa, hata kufa kwake anajua Hivyo hivyo ndivyo ufalme wa mbinguni umefichwa, kama vile ambavyo unajua hukujua ukizaliwa. Kama kuna mtu alinjua akizaliwa ainue mkono. Kama kuna mtu anajua siku yake ya, ya kutoka hapa kutoka ulimwenguni hatuambie. Hivyo ndivyo ufalme wa mbinguni, hakuna mtu anjuae utakuwa namna gani. Mimi najua ya kwamba kuna moto na kuna uzima wa milele Wacha kusema mbinguni ni kuambiriwa. Kwani mnataka Yesu ashuke chini akuja akwambie mbingu ndio hii alafu anapanda juu mbinguni wacha kupandwa magugu na yule mwovu shetani. Tu, ogopa kuchomeka na moto wa milele. mm -hmm. Tuko moja. Kwa hivyo tunashukuru sana sababu Mungu hanafanyanga kitu kwa, kwa, kwa sababu ya jiko Maybe tumeletwa hapa tukiwa kale kambegu kadogo hapa. Kuna wengine wanasemanga hawa wawili tu wanasemanga hapa nini. Ebu wacha kutazama, Wanjiku, wacha kunitazama. Sikia, tunaambiwa kuna kale kambegu kadogo kalipandwa mahali pale, na wakati katakapochibuka ka, na kakua kamti kubwa, ndiko kaliweza kukua eh? Yaani ndio usaidizi wa zile ndege, sababu zote zilikuwa zinaenda kukaa amali wapi pale. Kwa hivyo wakati tunapoongea hapa, wewe unao tutanzama na, ma na macho ya kidunia ni nini, ninini kiko hapa, lakini yule ambaye anapitia katika e, kiroho, anaona ni kweli kuna kitu kiko mahali pale, wajiko kabisa, na watu wengi watakuja kuokoka hapa tu kwa neno hili mm -hmm ile ambayo mimi ati mimi na wewe unaosema una, una, una, una, una kile ambacho tumesikia hapa. Kwa hivyo ni vizuri unjue ya kwamba wewe unasingatia njia gani kabisa, njielewe, jijue, jijue, unjue wewe uko pande gani eh, kama wewe ni wakufungwa matita, matita uweko kwa moto, ama we ni ama wewe kwa ama we ni wakuwekwa kwa ghala akiri Wanjiku, wakati tunapopanda sh shamba unapatanga, tunaenda tunalima ile ria, hata hapa imeambiwa imeitwa magugu ile, ile, ile, ile. ile. ile, ile. ile, ile. ile mimea ambayo haina usaidizi ndio tunaenda tunalima tunaiweka mitaro inaoza, kusanya una unapelekea ng'ombe una, una Inakura, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe ni aina gani? Wewe ni yule kupelekwa ng'ombe, wewe ni wa kuchoma ama wa kueka ama wewe wewe, wewe ni wa ile wa kuangalia hii begu. Acha tuipalilie tuweze kueka ghala, alafu next time itakuwa ya kuosha unga na kukura, inapea watu unga, inasaidia watu uh-huh. Wewe ni begu gani? Hiyo ndio hiyo ndio changamoto ile ambayo tumewachia siku ya leo. Unjua ya kwamba unjiulize, wewe wewe ni wa haina gani? Ama wewe ni ile ngano, ile mzuri, ama wewe ni magugu ile ambayo itakaochoma tabwa, unjua tunaambiwa mwenye na mwenye sikio nasikie na <laughs>